Wa Sauti TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Vijana na Uchaguzi, ambapo kwa siku ya leo tutaangazia vijana na nafasi za uongozi, ambapo tutakuwa na mjadala na vijana kuhusu ushiriki wao katika nafasi za uongozi. Lakini pia tutaungana na mchambuzi katika sehemu ya ya darubini ya uchaguzi, ambapo atatoa fafanuzi ya kina juu ya ushiriki wa, wa vijana katika nafasi za uongozi, na hapo baadaye tutaungana na mchambuzi katika darubini ya uchaguzi, ambapo atatoa ufafanuzi wa kina juu ya ushiriki wa vijana katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi na sehemu nyingine za kipindi hiki. Tuende tukawasikiliza vijana. Tunazungumzia swala zima so la vijana na nafasi za uongozi. Wewe kama kijana umeshawahi kushiriki katika nafasi yote ya uongozi? Ah, kwanza ni shukuru kuhusiana na kwamba nimeshawahi kushiriki nafasi yote ya uongozi, labda kwa kuwa uh, nafasi mbalimbali za huko nyuma kipindi niko na soma Rose. Sema ambayo nimeweza kushiriki, lakini pia nishawahi kushiriki kwa, kama kiongozi wa kuhamasisha watu katika kujiandikisha na daftari la wapiga kura, lakini ilikuwa ni miaka ya zamani. Kijana ambaye atakuwa kiongozi mzuri anatokea katika ngazi ya familia, ngazi ya serikali au ngazi ya taasisi za kielimu. Nafikiri ngazi ya chini kabisa ambayo ni familia. Hatuwezi kusema kiongozi mzuri anatokea serikalini. Familia inabidi kujengee, wewe uanze kuonyesha uwezo wako kwenye familia kama utashindwa ku manage familia au kama utashindwa kuonyesha uongozi wako kwenye familia, ni vigumu kwenda kuonyesha uongozi kwenye ngazi za juu, labda serikalini huko, sijui kwenye wilaya, kwenye mikoa na kwenye taifa, ni ngumu. Kwa hiyo kwa namna ambavyo utakavyoweza ku manage e, e, e, e, e, eneo dogo au watu wachache, ndivyo hivyo ambavyo tunaweza tukapima mafanikio yako au uwezo wako wa kuongoza watu wengi. Kwa hiyo sehemu ambayo ambayo uongozi unanzia ni kwenye familia ambayo ni sehemu ya chini kabisa. Ukishindwa kuonyesha kwenye familia maanake hauwezi kuwa kiongozi hata kwenye level nyingine za juu zaidi. Swala so, zima la ushiriki wa vijana katika nafasi mbalimbali za kiuongozi kwa sasa hivi e, unalizungumziaje? Kwanza kabisa mimi nafikiri vijana wanapaswa kufahamu nguvu walionayo. E, tunazungumzia vijana ambao wanajenga asilimia sabini ya idadi ya Watanzania wote lakini vijana ambao wanachangia asilimia hamsini na sita ya idadi ya wapiga kura wote nchini. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani vijana wana nguvu kama watatambua nguvu walionayo. So, swala la kwanza vijana wanatakiwa kujitambua, kwa sababu kama wana, wana, wana, wana contribute asilimia hamsini na sita ya wapiga kura, manake kama vijana wataamka na kuamua kuitumia nguvu walionayo wana uwezo wa kushika E, uongozi kwenye nyanja mbalimbali nchini mbali. unashauri nini ambao wanakuwa wanapata nafasi lakini wanazikataa wana kwa kusema mimi sitaki kuwa kiongozi, sijui nitachukiwa na watu na nini, mambo kama hayo, wewe unawashauri haya kitu gani? Ki ukweli ukipata nafasi ya kuwa kiongozi, sio nafasi ndogo kama watu wanavyofikiria kuwa kuwa kuwa kiongozi kiongozi mtu kuona na jicho kwamba wewe unaweza kuwa kiongozi, kukupa mpaka mpaka kura yake mpaka kuwa kiongozi, kuna kitu amekiona ndani yako, kwa hiyo unavo sio vizuri kuacha kushiriki endapo utakapochaguliwa, ni kukubaliana na hali ue kiongozi kwa sababu ukiwa kiongozi kuna namna unakuwa, kiyo, yani unakuwa na uelewa zaidi, kwa sababu ukiwa kiongozi lazima ujifunze sana, uwe na akili zaidi kuliko wale unaoongoza. Kwa hiyo inakusaidia sana, unakuwa unajifunza mambo mbalimbali, na kuna namna unakuwa na akili kuliko wale unaoongoza. Ni yapi ambayo ulijifunza na ukaona yana yana manufaa kutumia pale utakapopata nafasi nyingine ya uongozi? Kwanza kabisa faida ya mimi kushiriki katika swala zima la uongozi ambao niliwahi kuipata ni kupata fursa, yani una inakusaidia kwenye fursa kiwemo ajira, lakini kwanza kabisa katika swala zima la mimi kwenye taaluma. Kwa hiyo unapata fursa tofauti tofauti, kwa sababu ukiwa kiongozi inakusaidia wewe kukuza mawasiliano. Kwa hiyo ukiwa unakuza mawasiliano na kukutana na watu tofauti tofauti, unapata mawazo tofauti ambao wewe anakuja na kusaidia, kwa sababu ukikutana na viongozi tofauti, ukikutana na watu ambao sio viongozi na waongoza wewe, wanakupa mawazo, unakuwa na mawazo mapana. Kwa hiyo inakusaidia kuweza kuzitambua fursa na kuweza kuziona fursa kwamba ziko wapi, kipi kifanyike na unaweza kufaidika. Kuna faida kubwa ukiwa kiongozi. Mwa, kwanza kabisa ni kuweza kuzitambua fursa, unapewa fursa, unaweza kupata ajira kutokana na kuwa kiongozi, kwa sababu tayari ushakuwa na uwezo mpana katika swala zima la mawasiliano kutokana na uongozi kutoka ambao ush, unaoshikilia kwa kipindi husika. Kwa mtazamo wako, ni zipi sifa za kiongozi bora ambaye anafaa kuchaguliwa na mkiona, mkizitazama hizo sifa, unasema huyu anafaa kuwa kiongozi bora, kwa upande wa vijana na katika nafasi mbalimbali? Kwanza, sifa mojawapo ya kuwa kiongozi bora ni kutimiza ahadi. Na, kwa maana kwamba tumekuwa na viongozi wengi ambao wanaahidi mambo makubwa lakini mwisho wa siku wanaahidi wanashindwa wana, wana kuzitimiza ahadi zao, tunasema ni ahadi feki. Kwa hiyo, hatu, kiongozi kama huyo, ambaye anatoa ahadi feki sio kiongozi bora kwa pande wangu, lakini pia kiongozi bora ni kiongozi yule ambaye anasikiliza watu wake, watu wanataka nini, sio kwamba yeye anataka nini kuwafanyia watu. Kwa maana hiyo kiongozi akijisikiliza eh, yeye mwenyewe hakuna maendeleo ambayo atakayofanyika. Mtazamaji, kufikia hapo ni mwisho wa sehemu ya kwanza ya gumzo la vijana katika uchaguzi tumesikia maoni ya vijana ambapo yametujengia hoja kwamba vijana si viongozi wa taifa la kesho tu, lakini hata taifa la sasa linaweza likaongozwa na vijana pia. Tuende pamoja katika sehemu ya pili kipindi hiki ya darubini ya uchaguzi, ambapo tutaungana na mchambuzi akielezea kwa kina katika mada hii ya leo. Mtazamaji wa SauTV karibu katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha vijana na uchaguzi inayojulikana kama darubini ya uchaguzi. Tutaungana na mchambuzi Hamdoni Mariseli ambaye ataelezea kwa kina katika mada hii ya vijana na nafasi za uongozi. Twende tukamsikilize. Kwa mtazamo wako, wewe unaona nafasi ya vijana katika uongozi wa jamii na taasisi mbalimbali iko vipi kwa sasa? Ni kwamba kwanza, na natotu tu kweli mimi ni, kwe. ni, ni, ni si mtoto ni, ni mtu mzima, sasa na kwa hiyo nimeshuhudia mengi ndani ya utumishi nani ya utumishi. Ni kwamba vijana wengi sasa hivi ni wafanyakazi na wanafanya kazi kwenye taasisi mbalimbali za serikali, na huo ndo ukweli wa mambo. Mashirika ya umma na nini hai yamejaza vijana, huo ndo ukweli ambao hautaki kufichwa. Watu wazima kuanzia miaka hamsini na kuendelea ni wachache katika serikali kuliko vijana wa miaka ishirini eh, na nane, thelathini, thelathini na mbili, thelathini na nane, arobaini, arobaini na tano mpaka hamsini ni wengi hata ukilitazama baraza la mawaziri ila Kunda, akina Mwinjuma, akina Bashe, akina nani kina... wengi sana katika serikali e, katika bunge na katika, nini, katika bara nini, katika baraza la mawaziri. Ukitazama hata spika wa bunge ni kijana bado. Nafikiri Tanzania ni miongoni mwa nchi katika Afrika ambao wamejitahidi sana kuwa na vijana wengi katika nafasi za uongozi, kwa hiyo wamekuwa wakifanikiwa sana katika maeneo mbalimbali japokuwa e, wengine ukosefu wa uzoefu umewafanya waondolewe kazini mara moja, na au kuhamishwa sehemu nyingine, lakini kwa ujumla mimi nafikiri na ninavyoona, vijana wanafanikiwa na vijana ni wengi sana katika nafasi za kazi nchini kwetu kwa sasa. Sasa hao ambao wanakosa uzoefu wanakosa weledi na uzoefu wa kufanya hizo shughuli vizuri na kusababisha kuondolewa, ni mambo gani ambayo yanapaswa kufanyika au yanapaswa kuwawekea hamasa katika hizo taasisi za kielimu au za kijamii kwa ujumla ili kuwajengea uwezo zaidi. Na uwezo kwanza hujengwa na nia ya mtu, unajua, jitihada zinafanywa na mtu mwenyewe binafsi, halafu kuna mifumo ya kiutawala inayokwenda kumpeleka mtu kwenye mafunzo. Mafunzo ni within and without, inaweza kuwa ni ndani ya serikali au nje ya serikali. Ulo, mpaka na kule kutoka kwa mkoa wa wilaya, wengi wanakuwa wameshakuwa makatibu tawala, wengi wanakuwa wameshakuwa e, maafisa, maafisa, maafisa, maafisa tawala e, unaona, wana wengi wanakuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni wabunge mm? wengi wanakuwa ni watu fulani kwenye vyuo labda, labda, labda nafasi katika vyuo kuongoza na kadhalika, kwa sababu wa uzoefu e, unatokana tu na jitihada jit, jit ya mtu mmoja mmoja, lakini wa, wanahudhuria semina nyingi utawala. Huwa sasa viongozi wanahudhuria semina kwa wingi e? warsha mbalimbali eh, kusikiliza. Maana wakati mwingine unapokuwa mstame mzuri yani, mtu mwenye kusikiliza, unapata nafasi nzuri sana ya kujua na kujifunza na kuwaheshimu wale uliowakuta kazini. Kwa hiyo vijana, kinachowakuta zaidi pengine, wengine sio wote, ni wale wanaodharau watu wazima wanaokuta kazini na kuwaona wale watu hawakusoma wanalolote ausiwajuzi na yeye kusababia digrii yake moja au masters yake au PhD yake ni mjuzi zaidi. Kwa hiyo akienda anaanza dharau na mwisho anakosa vitu ee, e, muhimu vinavyotokana na uzoefu katika eneo la kazi anayofanyia, lakini wengi katika hili wamefaulu. Hili ni kweli ambayo tunaliona kwa sasa, ama kuhusu pengine kujifunza. Wengine ni tabia zao tu, tabia za mtu binafsi, nao ndo unaona wakiondolewa warudishwe tena. Lakini kwa ujumla eh, serikali imewapa nafasi nzuri sana ya kujifunza kutokea kazini na, na kujifunza E, e, njia kazi kabla ya kuingia, lakini na warsha na semina mbalimbali na kujifunza kwa watu waliokuta kazi na kadhalika kadhalika, na jinsi ya kujifunza ni kwa heshima tu watu ili wakupe walicho nacho katika uzoefu wao. Asante. Sasa kwa vijana ambao wanaingia sasa ngazi ya vijana katika uongozi, ndio wanatoka labda form 6, kuingia vyuo, ambao wanaingia kwenye nafasi mbalimbali, wanatakiwa kujifunza jambo gani yatafanya waweze kuendana na majukumu ya uongozi? Kwanza wanatakiwa kuwa na nidhamu ya yani dhamu, kwa maana kuwa na adabu. Wajifunze kila siku. Huwezi kufanikiwa kama hujifunzi, huwezi ufanikiwa kama unafikiri unajua tayari wala uhitaji kujua kutoka kwa mtu mwingine. Haiwezekani. Kutafanikiwa ni kwamba lazima wajifunze kutoka kwa watu wengine walio wazidi, watu wengine walio kazini, watu wengine ambao wanafanya shughuli ambazo pengine si za kwao, si kama za kwao, hapana, lakini kwa namna fulani kuna mahusiano ambayo yanatokana mtu anayojifunza vitu, hajifunzi kutokana na kazi anayoifanya tu. Lazima ajifunze katika njia ya jumla ambayo unajifunza hili na hili na hili, inakuja mambo mengi tunakutana na barabarani, kazini, majumbani na hini mafunzo kwa watu. Kwa hiyo katika mtu anayetilia maanani hayo mambo akiwa chuoni, akiwa shule za upili, akiwa kwenye elimu za, za eh, juu na kadhalika anaweza kabisa kutoka ame, amejua na wengine wajifunza uongozi kutoka nyumbani. Lakini hii tabia ya kutokutaka kujifunza maisha mjini, ujanja ujanja, kufunga swali zinazodondoka na kadhalika, stare kupita kiasi, ulevi na vitu vya namna hiyo, tamaa za wizi, hivi vyote vinasababisha mtu akose nidhamu eh, na msikizo wa kile anachokifanya katika msingi mzuri. Na kwa msingi huo, huyu hajifunzi chote zaidi ya hayo anafikiri kwamba yana maana hizi semina semina hizi nazo wakisheta sibi na wengine wakai mle wanakna kunywa pombe kulewa, lakini wanakunywa wakati gani? Kwa hiyo mimi nikizungumza ni nidhamu. Nidhamu ipatikana ha, hupati tabu. Asante sana, Bwana Hamdu, kwa kushiriki nasi kwa siku ya leo. Mtazamaji, karibu katika sehemu nyingine ya kipindi hiki ambayo ni masijara kwa siku ya leo tutafunua kutoka katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambapo tutaangazia dira na dhamira pamoja na maadili ya msingi katika uchaguzi, tukianza na dira ambapo dira ya tume ni uwepo wa mfumo wa uchaguzi unaoaminika na unaohakikisha chaguzi huru na za haki. Dhima ya tume ni kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi kwa mujibu wa sheria ili kulinda demokrasia kwa manufaa ya wananchi, vyama vya siasa na wagombea. Na tukiangalia maadili ya msingi ya tume, ni kutokupendelea, uwazi, uadilifu, uwajibikaji, weledi na ushirikishwaji. Kufikia hapo katika masijala kwa siku ya leo hatuna la ziada. Karibu katika sehemu nyingine ya kipindi hiki, sehemu ya mwisho ambayo ni swali la uchaguzi. Swali la leo la uchaguzi linahoji, unadhani ni nini kinachowazuia vijana wengi walio kuchukua nafasi za uongozi katika jamii, na ungependa kuona mabadiliko gani ili hali hiyo ibadilike? Tupatie maoni yako katika uwanja wa comment at SauTV TZ. Mtazamaji, kufikia hapo, ni matumaini yangu umesikia maoni ya vijana juu ya swala zima la ushiriki wao katika nafasi mbalimbali mbali za kiuongozi, umejifunza, umeelimika na pia umefurahia tupatie maoni yako kupitia uwanja wa comment kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii @SauTV TZ. Jina langu ni Deborah Robin.